Kati ya aina mbili za mahusiano muhimu zaidi uliyo nayo ni kwanza, uhusiano wako na Mungu; pili, uhusiano wako na wewe mwenyewe. Kama utaufanya uhusiano wako na Mungu kuwa sahihi na uhusiano wako na wewe mwenyewe uko sahihi, hutakuwa na tatizo lolote na mtu mwingine yoyote. Hilo halimaanishi kwamba watu hawatakupa changamoto wakati mwingine, au pengine ugumu kidogo kukabiliana nao, lakini unaweza kuacha kujaribu kuelewana na kila mtu mwingine yoyote kule nje, kama huwezi kuelewana na wewe mwenyewe na nafikiri watu wengi sana, kusema kweli, hawajipendi wenyewe, hata wajui kwamba hicho ndicho chanzo cha matatizo yao. Sikutambua mpaka Mungu akanifundisha kwamba hiyo kwa kweli ndiyo sababu singeweza kumpenda mtu yoyote mwingine, si kujipenda mwenyewe. Na sisemi kuhusu kujipenda mwenyewe kupita kiasi, ninasema kuhusu kujipenda kwa njia yenye urari. Mtazamo wako dhidi ya wewe mwenyewe unaathiri uhusiano wako na kila mtu yeyote mwingine. Na hata ingawa tunafundishwa katika neno la Mungu kwamba tusijione kuwa bora zaidi kuliko tunavyopaswa, kamwe hatufundishwi, hatujawahi kufundishwa kuwa na mtazamo wa kujidunisha na kujidhalilisha wenyewe. Kwa kweli nitakwambia, nafikiri kufanya hivyo ni kinyume cha Mungu. Tunapaswa kujifunza kujiona wenyewe katika Kristo. Kujiona jinsi Baba yetu wa mbinguni anavyotuona katika Kristo.